Katika mahojiano ya Jumapili, rais wa Marekani Donald Trump alisema kuwa amekerwa vikali na kauli ya rais wa Urusi Vladimir Putin kuhusu halali wa rais wa Ukraine Volodimir Zelenski na akawa ametishia kutoza ushuru wa hadi asilimia hamsini kwa mataifa yanayonunua mafuta kutoka Urusi endapo Moscow haitokubali makubaliano ya kusitisha vita. Katika mahojiano hayo na NBC News, Trump alisema nilikasirishwa sana Hasa pale Putin alipodharau uhalali wa Zelensky. Huo sio mwelekeo mzuri. Kauli hiyo ilikuja baada ya Putin kusema kuwa Zelensky hana uhalali wa kuendesha mazungumzo ya amani na kupendekeza Ukraine iwe chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa. Trump pia alionya kuwa atatoza ushuru mkubwa kwa mafuta kutoka Urusi kama hakutakuwa na makubaliano ya kusitisha umwagaji damu. Nitaweka ushuru wa pili kwa mafuta yote yanayotoka Urusi, alisema. Hata hivyo, Trump baadaye aliwaambia waandishi wa habari kuwa yeye na Putin wamekuwa wakielewana vizuri na akaonyesha matumaini kuwa Urusi itashiriki kwa nia njema. Sasa, baada ya kauli hiyo, nini ambacho kimeendelea? Msemaji wa Kremlin, Dimitri Peskov, amesema Urusi bado inaendelea kushirikiana na Marekani kuhusu mchakato wa amani wa Ukraine na Putin yuko tayari kuzungumza na Trump iwapo itahitajika. Kwa upande wake Rais Zelenski amejibu kwa kusema kuwa Putin hana nia ya kidiplomasia na ameitaka dunia kuendelea kuiwekea Urusi shinikizo. Mkuu wa mfuko wa uwekezaji wa taifa Urusi pia amesema mazungumzo kati ya Moscow na Washington kuhusu ushirikiano wa rasilimali ya dimu yameanza. Wakati huo huo, maafisa wa Ukraine wamesema watu wawili walijeruhiwa kufuatia mashambulizi ya anga ya Urusi katika mji wa Kharkiv usiku wa kuamkia leo. Trump pia alimlaumu Zelensky kwa kujaribu kubadilisha masharti ya makubaliano ya nishati na miundombinu ambayo yangeruhusu Marekani kufikia rasilimali muhimu za Ukraine. Kwa upande wa maoni ya nje, Rais wa Finland Alexander Stubb ambaye amekutana na Trump huko Mar-a-Lago amesema Trump amechoshwa na msimamo wa Urusi na Marekani ina mpango mkubwa iwapo Urusi haitokubali kusitisha vita. Awali televisheni ya taifa ya Urusi haikuripoti kuhusu kauli ya Trump, lakini baadaye kipindi cha 60 Minutes kilisema kuwa Trump anajaribu kufunika kashfa ya Signal Gate kuhusu uvujaji wa taarifa za mashambulizi ya makombora dhidi ya wanamgambo wa Houthi. Katika kipindi kingine cha Time Will Tell mchambuzi mmoja alimkosoa Trump akimwelezea kama mtu mwenye matatizo ya kitabia, akitaja barua ya wataalamu wa afya ya akili ya Marekani waliodai Trump ana ubinafsi hatari.